Ili kipindi hiki chote hiki kiishe tukiwa salama wote. Kuna kauli mbiu ya mwaka huu inasema, familia yako inakusubiri zingatia usalama. Kila mmoja wetu hapa ana familia, inaelekana wazazi, wajomba, hata jirani zako ni familia zako, rafiki zako ni familia yako, wote wanakusubiri. Unapotoka sehemu moja kwenda nyingine, ufike katika mazingira salama ili waonane nao, lakini wale ambao wamekuaga kutoka walipotoka nao wanakuombea heri safari yako, na watu uliowachukua ufike salama. Na abiria nao wametakiwa hivyo na familia zao, watoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kila mmoja hapa, hii kaulimbiu inamgusa vizuri, kama familia yako inakusubiri zingatia usalama. So kila mmoja wetu inampasa azingatie usalama kwa namna gani? Kwa kufuata sheria kanuni na taratibu za usalama wa barabarani. Kila mmoja akizingatia na akitambua taaluma yake inamtaka afanye nini, tunaweza na tuna uwezo huo wa kumaliza kipindi hiki na maeneo mengine na kipindi kingine katika mazingira usalama, tunaweza tukadhibiti ajali, tunaweza tukadhibiti madhara yatokanayo na ajali kwa kiasi kikubwa, kama kila mmoja wetu akatembea na kauli mbiu hii, lakini ataifanyia eh, ataifanyia kazi ipasavyo. Katika utekelezaji wake, kuna changamoto ya mwendo kasi, kuna changamoto ya madereva baadhi yetu wanaendesha magari hayo wakiwa wamekunywa pombe. Lakini kuna changamoto ya madereva wetu wengine wana mapuuza tu na uzembe, wengine mapu ni mapuuza tu lakini wengine ni ubinafsi tu binafsi. Sasa kuna maeneo mengine unayapita magari mengine ukijua wazi gari lako halina nguvu ya kufika pale, lakini mwingine unapita, unap, unap, unapita gari lingine mwenzako, mwingine anaunga nyuma, anafanya kile overtaking bila kujua mbele hakuna lolote. <coughs> mimi nasema ule ni mapuuza tu na ubinafsi. mwenzako ana mahesabu ya gari lake pale, nitaingia pale. Wewe wajuma ana mahesabu gani? nikitokea kitu na shetani imesababisha, ni mapuuza na kutojali watu waliobeba kwenye gari. Kama utawajali watu wako, utasubiri sehemu sahihi, utafanya katagi, utakwenda kweni. Wachache tuzingatie sheria, tuachane na madereva wachache na tuwaonye madereva wachache ambao kwa namna moja au nyingine wanachafua wana, wana taaluma yetu nzuri, hawaiti thamani ile ambayo wananchi wanawathamini sana, kwa watu ambao wanakwenda mwendo kasi kwa kutumia ulevi ama mengine ya namna hiyo. Tuna michoro na alama barabarani tuzifuate, kuzifuate vile alama na michoro. Ni askari wa usalama barabarani asiyoongea, yuko mchana, yuko usiku, kule hali hapati mvua, kuziheshimu taaluma zetu. Zinatuelekeza ni namna gani dereva anatakiwa kuishi, dereva anatakiwa kuongea na alama. Alama inamwambia kuna daraja Alama inamwambia hapo kuna mteremko. Alama inamwambia anaongea, kuna kuna, ina na alama na, na, na njoo rugu ya dereva na, na, na barabara. Twendeni tutayafanya haya kivitendo, tukizingatia familia zetu zinakusubiri, tuzingatie usalama. Sisi ni sehemu ya usafirishaji, ni sehemu ya gari, sehemu ya abiria. Tunapoendesha hivi vyombo tuzingatie na watu wengine, lakini mewaambia na abiria wasiwe sehemu ya kumkengeusha dereva wangu ambaye anafanya shughuli zake vizuri. Udereva ni taaruma. Kama dereva anakwenda vizuri, ni kumlau, ni kumwacha aende, na wanapofika mwisho, basi wampongeze na kushukuru, kumetufikisha salama, mwendo wako ulikuwa mzuri, asante sana. Hujampa fedha, lakini maneno tu uliyompa ni zawadi tosha kuona kumbe hawa ninawabeba wananithamini lakini dereva ambaye anakwenda ovyo, ile zigzag, ile overtaking ile, mwambie ndugu yetu, tumefika salama, ila Mungu amesaidia tu. Hebu jitahidi kufuata sheria, jitahidi kuishi taaluma yako udereva. Hata jambo la kujifunza, a akajibu vibaya, lakini akikaa peke yake atajua alichoambiwa kina thamani kubwa sana. Waom, waombeni sana, naombeni sana kuzingatia sheria. Sisi kama jeshi tupo kwenye operesheni ya muda mwingi, kuanzia Januari mpaka sasa hivi, na tumekuwa tukitoa elimu ya usalama barabarani bila kuchoka, na tutaendelea kutoa elimu kwa makundi yote ya wasafirishaji, makundi yote watumia barabara, kwa kuwafuata maeneo yao, vijiwe vya pikipiki, vijiwe vya special, haya ambayo nao mwaka jana walitetea sintofahamu kubwa za shaai kutokana na wingi wa abiria walikuwa wanakwenda iende irudi, lazima mwili wa binadamu sio mashine, unachoka. Huwezi ukaenda Kilimanjaro ukafika saa nne, saa sita ukageuza, haiwezekani. Mara ya kwanza ya pili, e, sio chuma wewe. Tumeongea nao maeneo mbalimbali, mchana nimeongea vijio vya special aya, nimewaambia wazingatie maisha yao, lakini wazingatie maisha ya watu wanaobeba, lakini wabebe wa, wa, wa ile thamani wanayopewa kama dereva wenye taaruma kubwa ya kuendesha watu wataii. Lakini tumewaambia kama safari ni ndefu basi wawe madereva wawili kipindi hiki, ili kuondokana na, na, na, na, na changamoto ya uchovu. Kwa hiyo, ajali nyingi ambazo zilipata mwaka jana mwezi wa kumi na mbili, sababu kubwa lilikuwa ni uchovu wa madereva. Uchovu Tamaa ya fedha na tamaa ya kupata kingi inamfanya mtu kujiona yeye mkakamavu. Hakuna ukakamavu mbele ya usikini, itafika muda utasinzia, na ajali ni dakika tatu tu, madereva jeni mashahidi, dakika tatu tu utasinzia, hali imebadilika kabisa kwee. Tujisimamie vizuri, tujipe muda wa kupumzika. Usikubali iende irudi, hela za madereva wawili utasema mimi naenda mwenyewe peke yangu na mudu ile upewe wewe. Familia yako inakusubiri zingatia usalama. Kuna wazazi, una watoto, una jamii wanakuthamini na watanzania wenzako hawa ambao wewe unawabeba a nakuthamini. Beba ile dhamana kwa kufuata taratibu za usalama barabarani ili tuwe kwa salama. Mimi ninaamini ukifanya kazi vizuri, ukishirikiana vizuri, tutapita vizuri miezi hii Uh, Desemba na Januari kama tulivyopita mwezi wa tatu wa nne na watano, hali ilikuwa shwari. Tunatimiza wajibu wetu kwa saa, changamoto ya kuzidisha abiria eni, tukaiache tutoe wito tuachane, tukaache kuzidisha abiria ku, jana tulikamata gari hapa Dodoma lina ekses ya watu thelathini, umesimama na leo jioni unakota gari pale maeneo ya Mbwewe ina access elfu ishirini na tano. Tutakuwa wakali sana, mina wavyedukweni natalithibiti kwa nguvu zote kwa mujibu wa sheria, hatutamwonea mtu, ila ukiweka access, utakachokipata baada ya kukamatwa mi nakusii ukifurahie, kwa sababu ni sawa ambalo unalijua ni kosa, si ndio? eh Yaani, ukiona unapata adhabu baada ya kuweka access watu 230, adhabu unayopata ifurahie tu. Sasa so tumeambiana access ya kuitaki, watu 30 wanashika wapi pale kitokea ajali, wanatokea mbele hapana. Okay, tuwaambie matajiri wetu nao wajue, na tumefanya mawasiliano tuwalata, tutafanya kazi pamoja, tuwalata usiku na mchana. Doria hizi tunafanya operesheni hizi za usiku na mchana, na tuna magari ya kutosha, tuna eia zote za askari na tutahakikisha vyombo vyenu hivi napata ulinzi kama madereva nakuwa na amani, nakutumia barabara zenu, lakini na wanaosafiri wanasafiri tuakuzingila pana. Hatutakuwa na kompromisi na muhali na madereva ambao wanakimbia mwendo kasi, wanaotumia vilevi. Tuna changamoto ya madereva wa malori wachache wanaotumia ulevi sana usiku, tumewakamata jana, walikamatwa wanne. Tumechukua tuwakali sana sababu, na kuwapumzisha barabarani sababu sheria ya usafirishaji inasema magari haya, vyombo hivi vya usafirishaji na nanachwa pombe ni sifuri, si ndio? Sababu mtu dereva anakunywa wa lori mpaka anajisahau, haiwezekani. Hata kushika kwenye steering paa nachinao, dereva dereva huyu hatufai. Nikawaambia wataalamu wangu wa sheria wa kansel tu rasii yake, na si akaendeshe bajaji, sababu tukimweka tunamweka mtu ambaye kesho anapu, an, anakuingia doriheni yako, amesinzia, amelewa, anakufuata. Unatoka anakufuata tu aima, tuwakazi kwa madereva ambao watakigonga, atakuwa wakali sana na madereva wote. Nilitoa asubuhi, nilizungumzia kuhusu madereva kwa magari binafsi. Kipindi hiki nacho kila mtu ana gari lake dogo, wale ambao wana magari yao madogo wanakwenda mikoa mbalimbali, wanatoka wakisafiri wakitumia usafiri wao umewasii sana, udeleva wa Dar es Salaam, udereva wa Dodoma hapa mjini, kwenda kazini, kwenda sokoni, kwenda dukani, sio udeleva wa highway. Highway unatakiwa uzoefu, watakufahamu lugha ya kuongea na barabara, ipo safi, na ujue barabara. Kama unaona amenunua choko chako kipya, vizuri, hongera, wanataka uenda nacho nyumbani wakakione tafuta dereva mwenye uzoefu akusaidie, kufika. Kauli mbiu hii uwe nayo kichwani: familia yako inakusubiri, zingatia usalama. Umewaambia nakuja na gari langu jipya, kwa familia inasubiri kuiona gari yako jipya, utafikaje salama? Zingatia usalama. Kama hutazingatia usalama, familia yako hii itakupokea tuvinginevyo Barabarani sio sehemu ya majaribio, sio sehemu ya michezo. Tunawaambia wanakwenda likizo, ukiwa umebeba kiti ya bia kwenye gari kama picnic, napiga muziki mkubwa usikioni wagaisaitimila tumewaambia hiyo sana, na tunatoa vipindi kutumia uzetu wawa habari katika maeneo mbalimbali, kuwasi tunapotoka kwenda maeneo mengine tuzingatie sheria, kanuni na taratibu. Barabarani si sehemu ya kufanya picnic, barabarani sio sehemu ya kufanya mchezo. Barabarani ni sehemu moja inataka mtu kuwa na ni nidhamu ya uendeshaji gari, nidhamu ya udereva, nidhamu ya yaliyojua dereva. Ukifanya kosa moja tu, unaadhibiwa vibaya sana, vibaya sana na unaadhibiwa wewe dereva, lakini unaadhibiwa na familia yako ambayo unaikuta kule na nyumbani kwa, tumewaambia sana watafute watu wa kuwasaidia, lakini spesheli yao tumewaambia nao vile vile warudi kwa taratibu nzuri wa kufuata shughuli. Sisi tutakuwa barabarani muda wote, maeneo yote, kuhakikisha kwamba barabara zinakuwa salama, na tutakuwa wakali sana. Na nimeongea na marakiosi kote nchini kwa kina, nimewaambia kila mtu hakikishe eneo lake linakuwa salama, na siilada za kisasa za kutosha na alkoo tesa za ulevu za kitosha, itapima ulevu. Tunapima hata amtastumia mirungu napima. Tutasutumia sana. Ndio nimewaambia tu usikubali makosa ya madereva wachache wanafuatilia. Kuna mataa ambayo ameyaainisha ame, ukiweka ziada ni, ni, ni kinyume cha sheria, na tunachukua hatua sambamba na, ku, na, na, na, na, na, na kusitiza swala kuweka kuweka viakisi mwanga kwenye matrekta maguta ili kuweka mwonekano mzuri wa watu. Kwa hiyo tuko kwenye operesheni kubwa nchi nzima, hayo yote tunayofanyia kazi

sio kitu kibaya. Wito wako ni upi? Yeah. Sasa kwa madereva ambao wamekuwa wakizidisha taa kwenye magari yao waondoe, na zoezi linaloendelea linawafanya waondoe. Wasikuondewa watakutana na shuruti ya polisi, tutashurutisha, na zoezi linaendelea kote nchini, na tayari wengi umeshaondoa wanag'oa tuna bedi ya maeneo mbalimbali na kuna askari wa operation magari yetu usiku na mchana. Kazi kubwa ni hiyo kuhakikisha watu wote watumiaji wote wa barabara wanafuatilia wanafuata sheria, lakini bado tuna magari mengine yanaweka namba ambazo hazitolewi na mfumo wetu wa utoaji namba kwetu, tanaweka namba yake ya Burundi, watu yanaweka namba yoyote. Hao wote tunawashughulikia. Kuna ishu ya ving'ola na vimulimuli Ving'ola vimulimuli, kuna magari maalum na kuna sheria maalum ambayo ndio inaelekeza magari gani yanapaswa kuwa na vitu hivyo navyo, na tunawasihi watu wote waving'oe. Kuna kazi kubwa imefanyika na tunaendelea kuisimamia kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria. Kumekuwa na ile kasumba, gari limeharibika, abiria wanafaulishwa kwenye gari jingine, wanaenda kulijaza hilo gari. Sheria inasema nini kuhusiana na kufaulisha abiria? Sheria ya usafirishaji inaeleza bayana, kuna muda maalum jali breakdown eh, achukue muda gani kutafuta usafiri mwingine kwao. Sheria inaelekeza ukizidi muda ule, sheria inaelekeza nini cha kufanya.